Huko majira ya saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa moja majira ya Afrika Mashariki. Ni baba la baba mzee wa ngua Suma e, leo niko mimi hapa na moja kwa moja tusikilize kwenye mitazamo na mitazamo yetu. Wananchi wana kitu gani? Ah, jambo jambo wakongomani wote, na bwana Rajabu jambo sana, shukrani sana. Wakongomani wote wazalendo DC wote jambo sana. Uh, minaongea kuhusu huyu nangaa nangaa, sijui kama alisoma akifika kudarasa kunini gani sijui, alisoma alifika kudarasa gani, juu kwamba anaona mawazo yake na maneno yake ambayo anaongea anaona, yaani iko sa mtu mwenye hajasomaka hajue kwamba kila kitu kinakuwaka chini ya government na government ni sisi batu. Hakuna sivile mwenye neza kuwa iti niko na kariere yangu ya, ya, ya minere muinchi eh? niko na, nafasi yangu ya kuchimba petroli muinchi. Na ni sivile ni yako, ni yako bila, bila government bila, bila venema. Kila kitu chote kinapangilia na venema, tuko pamoja. Yeye mwenye iko na baraisi aba Uganda na Rwanda na Kenya Awaurive kama kuko sivile mwenye nakuwaka na kariere yake ya oro. Awaurive kama kuko sivile nakuwaka na, na kariee yake ya petroli ndio, hmm? maana nimesema sijui nanga alisoma, alisoma kivipi? Niko na kariere yangu mpoli kupiganisha wa Kongomani, kupiganisha Kongo juu ya makariere yangu makariere yako na kwenu kumekushinda kujengwa batu wa kwenu, na barabara hakuna, hata hospitali hakuna. He? walisema nanga kila mwa, kila mwezi alikuwa anapata milioni ya dolari, tuko pamoja hiyo? Sasa kila mwezi milioni ya dolari kinamaanisha kwamba kila mwaka anapata milioni kumi na mbili ya dolari, miaka kumi ndio milioni mia moja ishirini ya dolari miaka kumi na amemaliza muda gani? Iko na chimba hiyo oro, hmm? Miaka kumi milioni mia moja ishirini na Michael Jackson palisabiaka vitu yake ya utajiri vyenye iko navyo, alikuwa na milioni mia moja hamsini ya dolari. Kinamaanisha kolonel Nanga anashinda hata na Michael Jackson, utajiri anamshinda. Tuko pamoja. Arudie asome koronel Nanga, arudie asome vizuri politiki. Hata uisha watoto yetu kujili, iko na najipigania mali yake, au uisha watoto ya watu wakongomani aauwe eh, kusudi ni mali yake iko napigania na mali sio yake ya government. Kila kitu nawe mutu ukonakwaka ni, na na na ni wa government, hata na mtoto anakuaka wako na ni wa government kwa pamoja. Jambo la pili ah, tumeenda Russia tumekutana na waziri wa Russia. Tulichelewaka, tulichelewaka sana, tungeunganaka na Russia. Nilikuwaka nadhani hata kwamba tunaenda kuungana na Russia, ndio maana sasa wanaona wazungu tuita natuita hivilahii twende tunue vyombo vyao na vile vyombo vya Israeli na Russia ukiona okay, tena vya Russia viko na nguvu juu, kwamba Russia na Iran ni umoja tena. Iran iko na miza ile zile zenye alikuwa anapiga Israeli zinapita mabule pule venye kukamata. Yeah, defensive system wao venye kukamata. Wow, ama kompola zilikuwa zinapita Amerika ikampatia Israeli nabo, Iran ikapiga navyo vunapita tu kupita vinenda vikapiga target kule lakini tena hapo walikuwa kanapiga kule Irani, zingine Irani iko na zikamata, Irani iko na zile za Russia, wanaziita S400. Tuko pamoja, Russia iko na vyombo vya nguvu kama tunanua kurasha vyombo kama tunafanya urafiki na Russia. Sasa unaona waziri wakati alivyokuja kuonana na na wa Kongo, waziri wa Russia. Sasa hapa Amerika, umoja wa Mataifa anaanza kutapekesha Tshisekedi oh uko wa ajabu sana, uko wa nguvu bwa, bwa Israeli, tukue navo, tukue, we have defensive system za Israeli tukue nazo, yes, bunduki za za nguvu sana kuliko darasha Russia, pamoja Hmm. na mi nawaambia hivyo hivo. Simnaona Uganda iko rafiki yake na Rusia, lakini Uganda haiwezi kuingia BRICS, haiwezi bale, bazungu wataishindisha kuingia BRICS because kwamba ile Uganda ilikolonize na British na wangereza Hawezi kubali Uganda Museveni achukue Uganda mu BRICS. Bana mkubali hapa kununua vifaa kufanya nini maba, lakini mbu, Uganda ende mu BRICS hawezi kubali, hawata kubali yaka. Sasa sema hivi hali wanatuambia tununue vile vavo, wakamata makompola Uganda, naenda Russia kule ananunulia Rwanda zile za nguvu za Russia sie tuende kufunga vule wa Israili sa Rwanda kutupiga zabo za Rwanda zinapita vule vwetu avukamate tuliuniwaka Israili tena zabo za Rwanda ziluniwaka dhilunwa, Rasia kupitia mikono ya kupitia mikono ya haba Uganda. Amjambo <laughs> sana, amjambo amjambo wazalendo wetu popote mulipo, Mungu aweze kuwalinda na kuwabariki. Uh, Mungu awapatie wa nguvu za kupiga adui mpaka ashangae. Wakongole wenzetu, mimi nabambiaka kila siku kama Munyarwanda hana akili. Yaani Munyarwanda anajionaka kama yeye njo iko na mamlaka mingi kuzidia bengine, yeye njo mtu wa kwanza aliyeumbwa mudunia. Kuna mtu mwingine kama, kama yeye <laughs> wanajisahabu kwanza kama oni wa mwizi, wabakaji, wa wanyanganyaji waporaji, wavamiaji, wanajisahabu kama ni warefugee walitoka mainchi zingine. Sasa mzalendo atie bunduki chini juu ya nini? Maana yake eo njo wako na ile mamlaka ya kusema kama mzalendo aache atie bunduki chini. Mamlaka gani bako nayo hmm? Yaani, walishaji kamatia Kongo kama ni, ni wese yao ya kuingia mwa kabisa chenye wana deside na njo hicho chenye wanasema, na kuna mwingine atakikataa. Hawajui kama Kongolea alishashimama alishakuwa na akili. Wanacheza wacheze vizuri. Na bado hawajaona kwa gisi wazalendo wanakuwa makali, hawataogopa tena SSLF, na hawataogopa tena FRDC. Vile likuwe na bakataza he, muache kwanza, muache kwanza habinako tena, wanajidanganya muzalendo, hatatia bunduki chini. Asante sana, ndugu zetu. Nasikia hii informasio na nichekesha sana, wanajisahabu kama wao ni wamwizi hasa, wako wanaleta hukumu, wako wanani kwanza kusema tu ukweli, wana jurnalisti tutanungunika hapa na kuomboleza paske heri tena kongo ya zamani paraporo naye tuko nayo ju hatujue kwenye ii kunaenda na kwenye tutaishia naibi na hatujue kama kuko maakoro ya prizamu tuko naye nyalingi ya kamo yenye kunatuhangaisha. Ukiangalia vizuri, eple nakosa amani, vita haiishe amani hakuna pale njokonywe, bazungu banapendaka inchi kwe baarganize kupitia Kongole na nami nakwambia tu hakuna siasa na politiki nyekisegeti, fachi atafanya prezida wetu mwetuko naye ishinde a bazungu bako nyuma Akagame Kagame notakuto Lenard Trump, huyu Lenard Trump iko na mudanganya fachi u prezida wa Ameriki iko na mudanganya fachi, mbele ya Mungu. Utakuta kile ya Lenard Trump na Emmanuel Macron na Kagame bako tu pamoja, fachi betu aende kurisi acheze na Amerika. Amerika ni mubaya. <coughs> una kwambia fachi siasa yake na vingine anajikaza na siasa, lakini siasa yake haitagombola ukavuna Goma, ni bongo mpaka vita ya nguvu, bila vile utashangala hapa baba tunalia habari za sasa hivi. Bwana Rajabu, unasemaje? Hamjambo nyote kwa ujumla hapo studio. Mmm, Bwana Rafael, unasemaje? Eh, nawasikia e, na natoka kuchambuachambua mawili, chambua matatu, alhamdulillah. E, nilitaka tu nizungumze kuhusu habari za ziara ya e, mfalme wa, wa Katare e, kama gisi mnavyosikitika mnasema, kwa nini Kongo ndio nchi kubwa? Alafu <laughs> Kongo ndio kubwa, kwa nini wende uanzie kwa mdogo na wakati mkubwa yupo? Ah, ili lisiwashangaze zaidi, kwa sababu e, kufika kwa mfalme Katare au kufika kwa mfalme wa Katari Rwanda, kisha ndo aje Kongo, isitusumbue sana, wala isituchukue muda. Yeye amekuja <laughs> amepanga e, ratiba yake namna kisha atakavyotembea, nitaanzia nitaanzia Rwanda alafu ni ende nimalizie ziara yangu Kongo. Eh, sasa la ajabu E, amelala nafikiri amelala Rwanda na anasubiriwa leo kufika Kinshasa, lakini kwa taarifa ambayo ninayo e, nimeshapata television karibuni tatu hivi za Kinshasa zinathibitisha zinasema kwamba huenda atakuwa e, na ziara ya siku mbili, huenda talala siku mbili katika Jamhuri ya Kongo e, sasa lingine tu la kufuatia ni kwamba yeye kufika kufika Rwanda wewe e, unafikiri wenye Rwanda wameridhika na ziara yake, wala wamefurahi? Alafu la ajabu siki kitu ambacho amekipewa kama zawadi kwa serikali ya Rwanda, ulifuatilia Ingisi, wamempa wamempa ngombe bwana, <laughs> e, wamempa ngombe. E, Kagame amempa zawadi ya ngombe. Sasa sasa e, sasa, sisi huku Kongo <laughs> atapoondoka, naona anaweza kaondoka na zawadi ya kiasi gani bwana? Eh. Hayo tuyaache. Kagame imekuja kuumbuliwa sababu unaona wale ndugu zetu, pamoja na kuwa ndo hivyo, lakini nusu ya imani ya dini, nusu ya imani ya dini wanayo, na ile hofu. Allah, Waarabu arabu wanasema kumhofu Mungu waaka eh, wanakale ka kitu kadogo ndani yao ya hofu eh, kwanza ni watu ambao hawataki mtu anaitwa mwongo au mwizi, kwa sababu wenzetu kule sheria ambayo iliyoko bado wanatumia haya haya za zamani, ambazo nyinyi mnaziita si ni agano la kale eh? Kisha huku mwe mnatumikisha agano jipya, eti nabii Isa alipokuja yale yote aliweka kando. Hapana wenzetu kule bado wakangaliki na kali kashi, na ile ile sheria bado ina, inatumika mtu akiiba akatwe mkono, ukamtoboa mwenzio ujicho na we lazima lako litobolewe. Sasa angalia namna gisi Rwanda ilivyowadanganya ilivyodanganya mataifa na ikawa ikawa konvekre mataifa na wakaelewa wakamkubalia Rwanda kwamba yeye mali zote ambazo zilizokuwa kiiba Kongo anakwenda anaziuza katika mataifa mbalimbali mbali. Walikuwa wanamwamini asilimia mia, wanajua kwamba zile mali zinachimbwa wapi, zinachimbwa Mrwanda. Sasa leo sasa wanasema siku za mwizi ni 40 eh 41 mwizi anakamatwa sasa Kagame, baada ya kuiba Kongo we ee, miaka thelathini, na sasa leo mwenye shamba <laughs> kajulikana, mwenye dhahabu zake kajulikana, mwenye lulu, mwenye zafarani, mwenye alimasi, mwenye dhahabu, mwenye kastiriti, mwenye kila kitu, sasa ambacho nakijua kwamba huu ndio utajiri wa Kongo kajulikana. Ah, sasa Leo utasikia kesho miradi ambayo itafungwa Katari au miradi ambayo itafungwa Kigali, samahani, miradi mingi itafungwa, kwa sababu amekuja kugundulika, kumbe Kagame ni mwizi, aliwaongopea aliwadanganya muda mrefu. Sasa kisa kile nakuja kuambia, sawa, mimi nitafunga barabara zote nitafunga na vile viwanda vyote ambavyo vilikuwa mashimo yote alikuwa anachimbwa ndani mwa mali. Anakuja kuwauzia vyote, nitafunga kisha sasa mtamuuliza piga mahesabu, pesa ambazo Kagame alikuwa anapewa kwa mwaka na Qatar na mashirika mbalimbali, sio sio Rwanda tu meme Uganda. Uganda ilikuwa inadhaminiwa na wa Saudi Arabia. Saudia ndio ilikuwa inachukua dhahabu za, za kutoka Uganda, kisha Qatar inachukua dhahabu kutoka, kutoka Rwanda. Sasa hizi nchi mbili Saudia na Qatar ni wakinzani wakubwa sana e, maswala ya madini Ah, hawana mfano wake na, na Mwarabu ukitaka kum, ah, ukitaka kumdhibiti sawasawa hii kitu utampeleka tafika. Eh, sasa wao sasa baada ya kuja kugundua kumbe mali ni ya Kongo, ah, kwanza eh, amekuja na ujumbe mwingi sana. Naambia, labda mimi ndio ninaweza kuwa wa mwisho. Ule mama ambaye alikuwa ndiye pasta wa Bwana Trump, alikuja na ujumbe akambia, na kuachia hii kadi ya mwaliko, inaweza kuwa mimi ndio wa mwisho, wala hautamwona mwingine. Lakini mfalme amefika. Eh, kuna maneno ataacha, namwambie, ondoa na jeshi wako Kongo, la sivyo, lenye litakukuta, hatuko tena pamoja na wewe. Sasa anakuja sasa Kongo. Huko sasa Kongo sasa ndo ataonyeshwa sasa, huenda hata isha Kinshasa tu, anaweza akatembea na mikoa fulani fulani, akaoneshwa na ile mali ambayo Kagame alikuwa anaiba, anakuletea mashimo yake. Ndo haya, ndo haya, ndo haya. Habari ni nyingi, bwana Rajabu eh. Na mimi ningichangia tena kidogo kuhusu milioni arobaini au mpaka milioni hamsini kuhusu nchi ya Burundi. <laughs> na mimi ningeungana fikira na wale ambao walitoa pendekezo kusema kwamba wazizidishe hata maradufu. Inshallah inaweza kuwa kheri, sababu niko naona kwa tunakwenda. Na Mungu ajalie iwe hivyo. Uh, ipo siku hizi nchi zitaungana itakuwa moja, tutaunda jeshi letu la pamoja. Inshallah mtu utashindwa kutofautisha jeshi la Burundi utashindwa kutofautisha jeshi la Kongo. Hayo ndio tuko tunaomba, eh, ndio tuko tunaomba. Si tulisafiri zamani, zama za Habyarimana bado angali kwa madaraka, ajauawa na hawa ambao wenye kwa madaraka kwa leo, tulikuwa tunasafiri kwenda Bukavu usiku, tunatoka hapa saa mbili, tunakwenda na basi ti tutaipata usiku. Tunafika hadi Kamanyola, tunakutana na maofisa wadwani wako pale tunafungua wanatufungulia milango, tunaonesha manifest pale, wanasoma watu wote ambao mmekuja nao. Basi tunaingia mpaka Bugarama. Bugarama maofisi wako mna usiku, wanatufungulia boda pale, alhamdulillah, tunatoka na kile kijikaratasi unakwenda, unaonesha inita manifest, kutaka kujua kama watu wote ambao mmekuja nao wanaenea au kuna wenye walibaki njiani. Tutapomaliza hapo, tunaanza njia ya kwenda wapi? Kavu. Zaha. Zaha. Zaha. Mshaka. Ni mene. Angalia raha ambayo Mkongomani au Mzaire kipindi kile alikuwa nayo katika nchi ya Rwanda, alikuwa na fieri mmoja kwanza. Mzaire kipindi kile alikuwa na thamani kumzidi hata Mnyarwanda, ushirikiano mpaka sasa hivi, na hii hali Tungekuwa tuko mbali sana eh, basi ni hivyo tu wawape, wawape, wawape kabisa, wawape na wawazidishe kabisa wawape, wawape. Na usisahau kwamba utawala ambao ulioko Burundi, bwana Rajabu eh, utawala ilikuwa haikuwa maeneo ya Kongo. Apokua kabila alichangia kuwapiganisha lakini, pamoja na hivyo, sisi wananchi tulikuwa tunawaibia chakula, tunawapelekea kina Useni Rajabu, kinapita ngunuzizi wakina nani wote, wanani wanani hawakula chakula kama sisi kwetu hapa Uvira, walikuwa wanalalamma nyumba yetu, wanatembea wanafanya siasa zao za chini kwa hey, chini na nini na eh, sawa so, na baadhi sasa ya jeshi la Burundi, usisahau kwamba mna makabila ya hapa kwetu na vijana wengi sana wa kibembe ashiluahilo de. kuna, kuna wavijana wengi sana wakifuli na ni majenero tena ni waskari wakubwa sana, ila komportema kwa sababu wanakwambia ukiingia mjini ukikuta wenzako wanatembelea mikono na utafanya tembelea mikono. Sasa hiyo inakuwa ni siri, tuwache ba. <coughs> baadhi ya waskari wengi sanawaa Sawa sawa, bwana huo, na una mwisho wa mitazamo yetu kwa jioni hii ya leo. Mengine tukutanane asubuhi kwenye habari za moto baibai. Bye bye.